Tanzania, tumepiga hatua kubwa kwenye kuachana na upuuzi wa wasanii. Tusirudi nyuma, tumeshatoka huko kwenye upumbavu wa wasanii, maisha ya wasanii, miziki. Sasa hivi nchi nzima tuko kwenye focus ya nchi yetu na siasa. Hivi ndio vitu ambavyo vina control maisha yetu. Inabidi kila mtanzania ujue chakula unachokula, unapolala, elimu, huduma ya afya, yaani wewe utaishi miaka mingapi hapa duniani hivyo vitu vyote viko determine na siasa wanapambana mrudi kwenye challenge kwenye damu ndadokana nani nani, nani, nani anafanya nini ili mwachane msirudi kule tena lazima tuachane na wasanii kama nchi yetu itapata haki kama nchi yetu itasonga mbele step ya kwanza lazima muachane na wasanii wa Tanzania kama mnataka any change lazima cha kwanza mwachane na wasanii na muachani na, na hizo peji za kina Karima Story, peji za kina Maimatha, peji za kina Juma Lokole. Hao ndio watu sasa hivi wanatumika kuwafanyeni nyinyi wajinga na kuwarudisheni kwenye ujinga. Msikubali kurudishwa tena kwenye ujinga, please endeleeni na peji za wanaharakati ili tuikomboe nchi yetu ili tupate mabadiliko. Achaneni na wasanii Nawaomba hata Nifa, Nifa ameni disappoint mno. Sikusema kwamba atoke sijui aje aendelee na harakati, angeweza akatoka akafanya biashara zake, but the fact kwamba watu walikufa wengi, Nifa akatoka na mavaibu, Nifa akaja na mavaibu, mavaibu ya furaha ya nini? Ya nini? Ndugu yangu, nchi inavuja damu, unatujia na mavaibu sisi watu zaidi wa ya elfu kumi wamekufa, unatujia na mavibe ya furaha na yani. Ni kama hawa wasanii sasa hivi wanataka vibe irudi Tanzania Disemba ili wapige show. Yani hawajali watu wamekufa, wanachotaka ni vibe irudi ili wao wapige. Watanzania msikubali, stay focused. hata tusiwadiskasi please stay focused. To stay focused.